Moyo tuweke sawa mtazamo huo kwamba marehemu akifariki kinachorithiwa ni ni fedha tu, vitu vingine navyo vyote vinahitajika kurithiwa. changa Changamoto nyingine kuna masuala ya ya kutumwa fedha kutoka benki. Anapofariki marehemu, akaacha fedha katika akaunti za benki, kinachofanyika ni ofisi kuziomba zile fedha kutoka benki husika. Zikishaombwa baada ya muda fulani zile fedha zinatumwa katika akaunti ya wakfu na mali ya amana. Zikishatumwa, zinafungiwa hesabu kwa mujibu wa wahusika wa wanaohusika na, na mirathi ile, alafu kila mmoja anapatiwa haki yake. Sasa baadhi ya wakati inatukizia changamoto kwamba marehemu pengine labda alikuwa ana akaunti ya benki ya NBC mfano au NMB au pengine CRDB si? Sasa benki kama hizi hazifahamu sana zile taratibu za masuala ya mirathi, na kwamba akifariki mtu eh, zile fedha zinaombwa, alafu wao wanahitajika wazilete, wao wanachojua kwa zile taratibu za bara, kwa sababu zile benki mara nyingi zinakuwa zina, zina, zina asili ya bara wanajua zile fedha zitatumwa kwenye akaunti ya mahakama, mahakama ongo anaridhisha tena uko hapo, angalivi kwamba kuna mwanamme na mwanamke, sheria ya Kiislamu ikazingatiwa, wa hakufanyiki hii. Lakini kwa utaratibu wa Zanzibar, zile fedha zinahitajika zile ziletwe wakfu na mali ya amana. Sasa baadhi ya wakati katika benki kama hizi zinapotumwa barua kule, kinachofanyika benki zinakuwa zinachelewa kupeleka majibu kwa sababu nyingi zao yapokuwa, sasa hivi ofisi inachukua jitihada ya kukaa pamoja na wahusika wa zile benki kwa ajili ya kuwapa taaluma kwamba masuala ya mirathi kwa Zanzibar yanakwenda katika utaratibu huu. Imesaidia na alhamdulillah, lakini bado kidogo haijawa kama vile ambavyo tunafanya miamala ya kifedha ya kuhamisha fedha za marehemu ya katika akaunti yetu kutoka katika benki ya PBZ mfano, benki PBZ, ya PBZ ikitumwa barua, basi siku tatu si zaidi ya wiki, tayari majibu. Naweza ikatokezea changamoto kama hii kwamba benki wakachelewa kuleta majibu ya mrejesho wa fedha, na zamani ndio ilikuwa ikikaa muda mrefu, miezi sita. Sasa mhusika wa mirathi anachokiona yeye kwamba wapna mali ya amana anamcheleweshea mirathi yake wakati kwa sababu sisi tunafanya kazi pamoja na taasisi nyingine, kuna baadhi ya vitu wa havipo katika mamlaka yetu, kwa hiyo lazima tupate mrejesho kutoka kwa wahusika. Kwa hiyo anaweza akahisi mtu kwamba Wakfu na mali ya amana anamchelewesha mirathi yangu, akalalamika, akenda mawio, na hili nitalizungumzia baadaye mbele. Lakini pia mzunguko mwingine wa kwenda mahakamani endapo marehemu kafariki hakufanya prosesi za kutafuta hati miliki ya mali ambayo alikuwa akimiliki sawasawa shamba, nyumba, kiwanja chochote kile. Akishafariki hana hati miliki, hakuna kielelezo chenye kuonyesha kwamba yeye alikuwa ni mmiliki na anatambulika kisheria. Sasa kinachofanyika huwa tunahitajia pengine barua ya sheha. Sasa, mtu anataka yeye, akishaleta shauri lake kule Wakfu na mali ya amana, kila kitu kifanywe na Wakfu na mali ya amana, mwisho wa siku yeye ajambwe, bwana, fedha zako wewe hizi hapa. Sasa, ikiwa mali haina hati miliki, kuna vitu vingine vinasimama nafasi ya hatimiliki. Kwa hiyo tunahitajia tupate barua ya sheha yenye kuthibitisha kwamba yeye kweli alikuwa ni mmiliki wa mali husika, sawasawa shamba, nyumba, kiwanja Ikishapatikana barua ya sheha nayo na pia ina maelekezo yake yani, kuna vitu lazima vitimie ndani ya barua hii. Inahitajika ipatikane kitu kinaitwa hati ya kiapo. Hati ya kiapo inapatikana mahakamani. Kwa hiyo unakwenda na barua ya sheha, unakwenda kwa hao husika, unaambia kwamba nataka hati ya kiapo, basi wanakutengenezea. Kuna malipo pale kidogo, unalipia basi naambatanishe vile vitu viwili, barua ya sheha na huku hati ya kiapo. Hivi vitu viwili ndio vinakuwa vinasimama nafasi ya, ya waraka au hati miliki. Baada ya hapo sasa, inatolewa barua kutoka kwetu sisi Wakfu na Mali ya Mana inakwenda Kamisheni ya Ardhi kwa ajili ya kufanya tathmini, kwa sababu lazima kiwe kinajulikana kile kinachorifiwa na makadirio yake, je kina thamani ya, gani, ili iweze kufungwa hisabu na ijulikane namna ya, ya, ya kuweka mafungu kwa mujibu wa mali. Lazima ijulikane mali thamani yake ni kiasi gani? Sasa anayetia thamani na anayetambulika kiserikali ni kamisheni ya ardhi, sio wakfu na mali ya mana, hiyo sio kazi yake. Sasa inatoka barua inakwenda kamisheni ya ardhi, wahusika wanakwenda kule, wanafuatilia taratibu zote. Kuna malipo yanalipiwa kule, kwa sababu li lile sio la kwetu sisi, ile ni kazi ya taasisi nyingine, na wao wana taratibu zao. Wakishakamilisha malipo, wanawekeana ahadi, wanakwenda katika eneo husika, kama kwenye shamba, kama, kama nyumba, wanakuja wanafanya tathmini yao, wanazunguka baada ya hapo wanarudi ofisini kwa ajili ya kwenda kuandaa ripoti ya tathmini. Wahusika wa pale kamishna ardhi wakisema baada ya wiki mbili uje, maana yake baada ya wiki mbili unatakiwa uende. Sasa imetokezea baada ya wiki mbili bado hawajakamilisha, kwa sababu tathmini inayofanywa pale sio yako wewe peke yako. Maswala yote ya tathmini za za mali mali za marehemu mali zisizokuwa za marehemu zote zinafanywa pale. Kwao utakuta zile kazi zinakuwa nyingi, unaweza ukaambiwa ah, baada ya wiki moja itakuwa tayari. Baada ya wiki moja pengine atasema mimi nawapa ah, mwezi mzima. Kwa hiyo hiyo nayo pia changamoto. Sasa ukimwambia mtu unatakiwa uende mahakamani kwenda kuchukua hati yako, wakati mtu huyo mahakama anaisikia kwenye mawio tu

Lakini kubwa miongoni mwa changamoto zilizokuwepo ni watu kutokuwa na taaluma kuhusiana na masuala mazima ya ya mirathi. Allah, nastaghfirullah.